A, jamani mmeona hii shikeri hii shikeri iangalie vizuri. Nimeiandika katika mkono wangu wa kulia. Hii shikeri inaitwa Nusurati Dakhira, Nusurati Dakhira, nusura zenye kuingia, hii hapa shikeri nusura zenye kukamatika hii shikeri. Hii shikeri ni hatari sana katika kutengeneza majambo. Ikiwa kama umetengeneza umeandika shikeri hii katika mkono wako, katika mkono wa kulia alafu ukamshika mtu mkono pap, sawa, ukamuomba shida yako, hawezi kukukatalia shida yako. Ye, metoka nao nyumbani, umeiandika hii shikeli ya Nusrat Dakhira, kasema, mimi nahitaji fulani bini fulani anisaidie kitu kadha, au nahitaji fulani bini fulani anikubalia umbi langu katika kunipandisha mshahara, au nataka mimi huyu fulani bini fulani anielewe katika moyo wake, anipende. Hii Nusrat Dakhira ni hatari sana, wakati wote saa yote. Iandike kwenye kiganja chako cha mkono wa kulia kisha iseme hii Nusrat Dakhira: ewe Nusrat Dakhira, mimi namtaka fulani bin fulani awe ni nusra kwangu, anikubalie kitu kadha wa kadha. Utapuliza mkono wako, utafunga huo mkono, usimpe mkono huu huu mkono wako usimshike mtu yeyote yule, isipokuwa yule uliyemfanyaje, uliyemlenga. Kwa mfano, ndo natoka zangu nyumbani, nasema mimi nakwenda kwa mwalimu Hamisi, nataka mwalimu Hamisi aweze kunisaidia e kunifundisha elimu ya shikeli. Kwa hiyo naenda pale. Salamu alaykum mwalimu Hamisi. Tayari hapa nimeshamteka kiakili. Akili yake fikra zake na mawazo yake yote atakuwa katika nafsi, nitakuwa e, yani katika nafsi yake. Kwa hiyo hii ni maajabu ya Nusrat Dakhira. Ni shikeli ambayo inafanya kazi ukiandika katika kiganja chako cha mkono wa kulia lakini vilevile vile, haitoshi zaidi ya hapo, hii Nusrat Dakhira vile vile, kimfano, ukaiandika katika mkono eh, wa, wa, wa kushoto au katika kidole chako thamanini kidogo, ukaandika katika kidole chako eh, kisha baada ya pale ukamfikia mpenzi wako eh, katika kumpapasa papasa katika mwili basi mkeo, basi mapenzi yataongezeka zaidi ya hapo, utajisikia faraja. Yani ina mambo mazito sana jamani. Wa hadha salamu wal afwa minkum.